Ndio, haya makaratasi yako na kuna kitu moja nitakuambia, na sijui venye utafanya. Nikamwambia ni nini? Akaniambia unajua, huyu msichana wako ako na kansa. Kani? Nikamuuliza ati? Akaniambia e, eh, ni mmoja wako na kansa, na sasa mimi mahali imefika, chukua hiyo makaratasi ubebane na yeye eh. Alinilishia makaratasi na bahasha, nikamwambia unaenda Akaniambia, hey, mimi ikifika hapo hey, mimi nimejiondoa. Mimi nilishindwa, ama ni mchana, ama ni usiku, ama nitafanya nini, ama nitapiga duru kwa nyumba. Na akatoka kaenda, akagongesha mlango, akaenda. Mimi nililia, nilikalia kitanda nikalia, nikalia. Nililia, mwambia Mungu bali imefika mi sijui nitafanya nini, sijui nitaenda wapi, sijui nitaanza wapi, sijui nirudi wapi. Nikaamka nikamwambia Mungu, sasa nipee nguvu kama mama, nipee tu nguvu Mungu, nipena uniambie venye ni sasa ntafanya hiyo. Makaratasi niliamka nikaiweka hapa ndani ya sweta, sasa ndio nirudi kwa kibada juu inaelekea kukua usiku na watu wanakatiwa masukuma jioni. Wakati nilisimama hapo, kaena akaniuliza mama niko kwa sawa, nikamwambia eh, unajua sasa hivi kumwonyesha machozi. Akaniuliza na nini nini, baba amesema? Nikamwambia unajua, huyu ni mjinga sana, anatuambia turudi. Kana kaniuliza mama, afta hiyo wakati yote, urudi usirudi. huko kwake mama, acha tukae venye tunakaa. Unajua, mimi nilimdanganya nikamwambia kana na tuweze rudi, nikamwambia lakini kwa sasa kaa hapa kwa kibanda, wacha mimi nirudi kwa watoto wengine. Nikaenda kwa kibanda, sasa hivi ilikuwa inaenda 6 nikaenda nikakaa chini hapo.

ili niletea it's a bone cancer yenye inapatanga watoto wa kutoka 5 years youth mpaka 25. Nikaikuja kunja nikairudisha kwa bahasha nikaiweka hapo sasa. Hiyo customer wameja hapo, nikaanza kula nikikatakata kata sukuma na si si semi nini, tukafanya hivyo. Usiku ukafika kitu sabini, nikafunga jua, hapo kulikuwa na giza, nikafunga hiyo kibanda, nikaenda kwa nyumba nikakuta Karen alikuwa amejaribu kukuu peel viazi. Sasa hiyo mguu aiende sasa, alikuwa anavuruta vitu anazileta hapo karibu, anaanza kutushongea.